Za michezo kama ilivyo ada, eh, kule ugenini, mkondo wa kwanza finali kombe la shirikisho bara Afrika mnyama Simba Sports Club amepoteza magoli mawili kwa sifuri, lakini mashabiki wa Simba Sports Club, baada ya mpira kumalizika, wengi wao wana furaha, wengine nao wanasema mashabiki wa Young Africans Simba Sports Club shughuli yao imeishia hapa, lakini mashabiki wa Simba Sports Club wanakwambia wakija Benjamin Mkapa atoke mtu nipo na Mnandi. Mnandi, kwanza kwema Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko bwere wa afya, tunashukuru kwamba wachezaji wetu wamemaliza mchezo wakiwa salama, pamoja wapo ambao waliondoka kwamba kwa viashiria va injury fulani, lakini naamini wamemaliza mchezo wakiwa salama na mpaka nampaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote tofauti kubwa ya majeraha yao, kwa inaamini watalikava kuelekea mechi ya marudiano tarehe 25 katika ardhi ya nyumbani, ardhi ya Tanzania, ardhi pendwa eh, mama mama, Kizimkazi haya, Kizimkazi, mimi naamini kila kitu kitaenda sawasawa. Mnandi, mmefungwa lakini mna furaha nyie, barekana wana huzuni hivi sasa, kwa maana wameshinda bao mbili, lakini bao mbili zenyewe na kama ni chache nyie, wakati huo mnakuwa mna furaha. Furaha hii inatokana na nini, Mnanda, wakati mmepoteza? Ah, furaha hii inatokana na uwezo wa kikosi chetu, uwezo wa benchi letu la ufundi Sawa, wanachama wetu na viongozi wanaamini kabisa, goli mbili kwa nyumbani ni kama kwetu, sisi tunaita vibandazi, yani vile vilima vya kufanya hivi vitu. Vibandazi, unavijua vibandazi? Yaani sema, unaingia hivi afu umeshatoka. Afu kwa sababu mlima unapanda hivi. Lakini kile ni kibandazi kwa sababu wao sio kawaida yao, hata mashabiki wao wanaona mechi imeisha, wametoka pale mapema sana wao wameshaondoka. Na kati tutakuwa wakae waendelee kusherehekea, wasupport wachezaji wao. Lakini walibaki ni wachache. Tunaonekana wa Tanzania wachache tu kwa pale. Yaani sisi ndio tumefunika ule uwanja kati tumefungwa. Unaweza kuona tukio la ajabu sana. Sisi tukilifanya pale tuna uhakika na kile kilichotokea pale, tuna asilimia sabini na tano za kuelekea kuchukua ubingwa moja kwa moja nyumbani. Goli mbili ah, zile ndani ya dakika 15, na sisi tunafanya comeback kama wao eh, hey, comeback kama wao tu, tuna, tuna level scoreboard, tunaangalia goli za ziada ba. Tunajiamini sana, Mnandi, tunajiamini kwa sababu ya kikosi chetu, tunajiamini kwa sababu sisi wenyewe tunajijua kwamba mipango yetu, tunapokuwa nyumbani, tuna support wachezaji wetu, tuna support viongozi wetu. Mimi naamini hakuna kinachochinikana chini ya jua, kikubwa dua tu kwa Mwenyezi Mungu, kama katubarikia sisi kuchukua ubingwa, basi msimu huu ubingwa ni wa kwetu. Kwa namna gani Mnandi? Mepoteza bao mbili kwa sifuri. Al mashabiki wa Simba baadhi wanasema Simba aliingia kwa uoga zaidi katika kipindi cha kwanza ndio maana mmefungwa. Aa, unajua kuna mashabiki wao wanachoangalia ni matokeo tu bora katika siku ya jana. Kikubwa zile dakika za mwanzoni na wao dakika zao zenye nguvu zaidi dakika 20. Kabla hatujazoea vizuri hali ya hewa ndo hapo hapo akaenda kutufunga zile goli mbili. Lakini baada pale ngoma ikabaki vile vile mpaka dakika 90 zinamalizika. Kwa maanisha kwamba Simba iko bora lakini pia nikampongeze Mohamed Hussein Zimbwe Junior anastahili kuwa kapteni wa klabu ya Simba, manake anaonesha ukomavu ndani ya klabu ya Simba, anaonesha ukomavu kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Tushawahi kunyonyolewa pale South Africa dhidi ya Orlando. Vile vile tulifunga goli la offside lakini tuliona kawaida wenzetu wakaenda

salasa. Nandi, jana mpira umemalizika, viongozi wa mashabiki wa Young Africans walikuwa na furaha mnyama Simba baada ya kupoteza bao mbili kwa sifuri wakiwa wanashangilia, wanasema shughuli ya Simba ndio imeishia hapa Benjamin Mkapa anakula hamsa au chuma tatu hata jana, wengi wameliwa sana hela. Walibeti wengi, walibeti kwamba Simba atapigwa goli nne na kuendelea. Wengi wamewekeana hela, manake hela zao zimeliwa. Waloweka hela, wale walobeti ushindi tu, kama watu wameweka hela, wale ndio watakuwa wamefanikiwa. Lakini ni wachache ambao wamebeti ushindi, wote walitabiri kuanzia goli nne mpaka kumi hivi. Simba hii jamani, ya kwenda kufungwa goli kumi toka tumeanza kuingia kwenye hatua hizi za makundi 2019, hatujawahi kufungwa goli kumi. Leo hii simba hii yani iliyokuwa saa hizi bora, ikafunga goli kumi, wakati simba iko fainali. Kuna watu jue, simba wanashika mkono mmoja, yani mtu kabla ya kutinga fainali yupo kwenye top 4 sawa, akati kuna watu wame, wamecheza fainali wamevisha wame mikufu wamerudi nyumbani, lakini mashindano yanaishwa, kwenye renki wako nafasi ya kumi na saba. Yani hata kwenye top 10 tu pale hawapo, wanaikimbilia ishirini bora, asa unatungumzia nini? Lakini sisi kabla hatujatinga fainali tupo kwenye top 4, maana ni timu bora pamoja, wale ni bora pale moroko sasa hivi kuliko timu zote, kwa sababu wao ndo mabingwa wa msimu huu kwenye ligi yao ya Moroko. Kwao binafsi tumewaheshimisha pale, wana Moroko wenyewe walifurahi kwamba simba kuruhusu goli mbili hapa sio tija, wanajua kwamba hao ndugu zao naenda kumalizwa Benjamin Mkapa au kwenye uwanja wote ambaye watakuwa kafu, wameupendekeza ukiacha Benjamin Mkapa. Mimi naamini wale hapa awatoboi simba, ubingo unabaki hapa, hawezi kwa ukakapipa ukaja hapa afu ukaondoka, hicho ni kitu akiwezekani. We ulimuona uli, uli musepe alikuwepo pale jana? Pale, pale alikuwepo musepe utamuona hapa Tanzania. Na, na, na kombe anapanda nalo mwenyewe, yani kwenye ndege anakuja nalo lakini, pale kombe lilikuwepo, ile ni fagia uwanja, sawa, zile ni salamu, lakini majibu tutawapa sisi hapa kwamba sisi ni Simba ni timu ya namna gani. Na baadhi ya mashabiki wapo ambaye walikuwa wanawabeza wachezaji kwenye mapungufu madogo madogo ambayo yalikuwa yanatokea pale uwanjani. Tuambie tu kama mmeamua kupenda Simba, mmependa sehemu nzuri katika maisha yenu, msiwe na wasiwasi, ule ni mpira, huwezi kufungwa mpaka bila kufanya makosa, half time usio kula goli tano manake, mechi ilikuwa imeisha kipindi kimoja, lakini Simba wametulia mpaka wanarudi kipindi cha pili, wanakuja kufungua, ndio goli la offside, lakini nakuja kuchindikizwa nikakataliwa kwa binafsi. Tuwapongeze wachezaji wetu, wamepambana sana, wamejituma mno, wakati wenzetu tunajua wanakula nne pale, wanakula tano. Hakisi tumebisha, tumegoma kupigwa zile goli moja. Kauli ya uh, mwanachama wa Young Africans Godi Yanga akisema eh, Abdulzaki Hamza alijivunja, alijua kabisa hii mechi Simba anakufa kipopote, bola atoke awachie uh, msara kina Shemaron Fon. Asa wa mashabiki wa mpira bwana. Majina yao umejisikia wanajiita yani ubini wao klabu. Na maana hao hawana mababu. Yaani ubini wa binadamu yani wewe unaita klabu yako ndio ubini wako. Ni kitu ambacho kiwezekani. Klabu itabaki kama klabu na wewe utabaki wewe kama wewe. Usitafute brand kutegemea jina la ukoli kwa klabu. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwao sio watu wa mpira. Jana wamesafiri wameelekea wapi? Anga. Yale mabasi wamekodi wao? Si wamekodi klabu mabasi zaidi ya 30 yameongozana, yaani kama watu wanaenda kuoa, yani kwenye harusi. Lakini yale mabasi ukiangalia kule mbele yamechapishwaje? Sasa kule wanaenda kufanya nini? Unjue kwamba hiki kikundi cha wauni, unapata majibu kwenye yale mabasi. Kwani kwani, kwani kucheza inamaanisha ligi tu Si mashindano yote naimauchezi maanake wale sio watu wa mpira. Ukisema uchezi, uchezi mashindano yote haya, kwenye mabasi umeprint unasema kabisa atuchezi mabasi, atu eh, mabasi yanaongozana naenda kwenye mashindano, kitu cha ajabu kile ni kikundi kuna. Kuna kwa kwa ma... nyingi. Inawezekana wanaenda kwenye Dar es Salaam lakini KAFU kama KAFU wamesema amependekeza uwanja wa New Amani Zanzibar. Wakati huo wenyewe Simba Sports mshauzio katika uwanja Benjamin Mkapa, atoki mtu lupaso yoyote anakufa. Lakini mnaenda Zanzibar, mtakuwa mechi ya namna gani? Binafsi uh, kwa Zanzibar bado haijawa official, kwa sababu wao walitoa mapendekezo kwamba uwanja unaonekana wa Benjamin Mkapa, kuna baadhi ya vigezo vya vijakizi na hasa kigezo kikubwa walichokiweka wao ni mvua, lakini mvua kunaelekea kweli masika, lakini ndio inaelekea ukingoni, manake kwenye tarehe hizo mvua inakuwa kuna kwenye wale watabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo mimi naamini mechi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kikao cha leo cha dharura cha KAFU na viongozi wamesema, baada ya jana leo watatoa taarifa, mimi naamini mechi itapigwa lupaso. Mimi naamini mechi itapigwa leo. Tayari kuna Zanzibar. Tupo tayari, tayari kwani mechi ya nusu finali tumecheza wapi mkondo wa kwanza? Kalalamika lakini. Nani kalalamika? Kule ni nyumbani. Yaani unaambiwa siku zote ukijipanga vizuri utapata kilichokuwa chema. Ukijipanga vibaya huwezi kupata kilichokuwa chema. Wewe kila siku umelala nyumbani eti unasema unamuomba Mwenyezi Mungu bila kutafuta utapata. Nenda katafute. Hata leo ukikosa kesho utapata. Riziki anatoa yeye lakini eti unamuomba Mwenyezi Mungu na msafafu msaafu umejifungia ndani. Una Biblia yako Mkristo umejifungia ndani. Mwenyezi Mungu akupe ukiwa ndani. Anakupa ukatafute hata kwenye vitabu vya dini vinasema ya kwanza tulipeleke Ikulu likitoka Ikulu kwa sababu ndo sehemu yetu ya nchi. Likitoka pale moja kwa moja liende kwa yule rais ambaye alitabiri kwamba timu ya kwanza nchi hii kubeba ubingwa wa Afrika itakuwa Simba Sports, basi moja kwa moja mpaka Chato. Eh, twende tukaliweke kwenye kaburi la mheshimiwa pale na kumwombea dua za kwa Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburi kwa sababu ametoa ahadi na inaonekana ahadi yake inaelekea kutimia. Kwa hiyo ikitimia basi kombe kwanza liende Magogoni pale, posta lakini likitoka pale moja kwa moja liende Chato. Liende kwenye kaburi la Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli tukamwezi kwamba alitamka na kimetimia. Mimi naomba lifanyike hivyo, lakini pia nisipende kusahau kuwapongeza viongozi wa, wa nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar. Sawa? wamefanya kazi kubwa sana kuipambania Simba Sports. Kwanza kutoa ndege ni jambo kubwa, tunawapongeza viongozi wa nchi, lakini pia kutoa jopo kubwa la viongozi wa nchi kusafiri na Simba maana inatokeaga, na tutoelewa mtu mmoja kuisapoti Simba kule anachua balozi. Lakini tumeona kwamba balozi amepata Watanzania wenzake kibao ambaye ni viongozi kakutana nao kule. Jambo kubwa kwa nchi, imetuheshimisha tumeenda na jopo kubwa la nchi. Sawa? Kwa unaamini na hapa binafsi viongozi wanapambana mpaka jana nimemwona waziri mkuu akikanyaga Benjamin Mkapa kwenda kuendelea kuikagua ile pichi. Kuna kigezo gani wanachotaka mechi isichezwe hapa? Kwa hiyo naamini serikali ya Tanzania ah. Hey, hizo ni mind game, kwa sababu usio makamu wa rais wa kafu si kiongozi wa ile timu. Kwa hiyo anataka kutumia mabavu yake, ili anajua akipiga lupaso, anapajua hapo. Shehe kuja hapa wakapigwa bao na sako hapa papo Osmani goli moja, wakavamia uwanja, wakapigwa faini na kafu Kwa hiyo naamini kabisa, katika kupigwa faini na yeye alikuwa kiongozi timu yake inapigwa faini, maana yake na yeye anajipiga kisu mwenyewe. Kwa hiyo kwenye hili anaona tukikajenga kwenye tanuli la moto pale sisi hatuponi. Haya matokeo ya goli mbili kama waliyaona, waliyachungulia wale wale. Si unajua wazee wa kunuti waliyaona haya kwamba watashinda lakini sio goli nyingi. Bora mapema tuanze figisu ya kubadilishia ule uwanja wa jamaa wasitumie uwanja wao wa nyumbani. Sasa ikiwa hivyo, mbona Morocco kuna viwanja vingi vikubwa, ipo Mohamed wa tano, lakini bado kuna viwanja vingine vikubwa. Mbona mechi imeenda kupigwa kwenye kiwanja chao kifucha nazi? au Engineer Said mwenyekiti wa vilabu barani Afrika aingilie kati. Ni swala nani? Engineer Said umesema ni nani mwenyekiti wa vilabu barani Afrika? Bora unatuzalilisha brother. Huyo mwenyekiti wa walinzi wa vilabu barani Afrika. Hebu badilisha maneno. Yaani cheo cha mwenyekiti kila sehemu kipo. Hata ukienda bao uje kuna mwenyekiti wa kulewa. Sawa? Eh? Kwa hiyo huyu ni mwenyekiti wa walinzi barani Afrika. Eh, hicho hey, ndio cheo chake. Mwenyekiti wa vilabu, rafiki yangu, watu walikuwa kwenye mkutano kule wa FIFA, wa FIFA ulimuona. Sawa? Rais wa TFF alikuwepo kule. Yeye ulimuona kule. Mwenyekiti wa vilabu sangekuepo. Musape alikuwepo kule kwenye mkutano wa FIFA. Yeye ulimuona kule. Kwa maana yake sio mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Huyu ni mwenyekiti wa walinzi wa vilabu vya Afrika. Injinia Heris, ndio jukumu lake kwaona, na siku hiyo tarehe ishirini na tano ajiandae kutuletea jopo la walinzi kuja kusimamia amani pale ndani, na yeye ndo atakuwa miongoni ya kutukabizi zizi kombe. Mwenyekiti wa walinzi, yeye ndo wa kwanza anatukabizi zizi kombe, alafu viongozi wengine wanafata. Hiyo ndo cheo chake. Akisema mwenyekiti wa vilabu, mwenyekiti wa vilabu, si unajua bosi wa vilabu ni Musepe peke yake. Asante sana, kutakieni majukumu mema.